Nashukuru Mwenyezi Mungu bana, fadhani nimekukuta, anaona taka nikufuatilie fuatilie, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu aa, nimekukuta bana. iipata taarifa kwamba mmeiba kuku kuku Baba, una hakika kweli kwa mimi? Me mimi nimebakuku mimi aliyoniambia kwamba sio kwamba hana akili hapana, ni mtu mzima na, ana akili zake na kuku ambao alokuja kumwibia kwamba ni mzee Mgarusi. Imaana akiasikana kwamba mzee Mgarusi kwamba mnamjua, na hii yote inasababisha kwamba ukaa kwenye kijiweni hivi. Kukaa kijiweni kupa faida gani wewe? Nini uko pata nini kijiweni mnapokaa Kufanya kazi nyingine ambazo mdonge sasa hivi umeiba kuku. Ila nakwambia kitu kimoja. Muulie muibia kuku ni mzembe harusi. Na vinafuata kwako ni vitu viwili, kama haukuozea jela, basi utakufa mdomo wazi. Vipi wanangu? Pakfresh. Fresh. Fresh. Ndio hivi wanangu. Maisha yanasemaje? Ah, sawa. Harakati zinaenda enda ha, bwana, kimtindo. Vipi hivi, siku ile kule kwenye kupanda mlienda Hatukwenda, mvua zilikuwa nyingi. Ukiachana na mvua, yani mi nataka kama mvua ingeposa mimi, akiamungu, nakwambia mi nisingeenda kupanda kwa yule mzee, kwa sababu yule mzee ni mtata kulipa. Lakini mzee Sokola hana tatizo kwelikweli kwenye kulipa hela ujue

Ah, mbewa oe. Ah, oe, oa. Tu watu watasema hivyo hivyo. Basi kwangu mimi nimeshakinda. Umekinda. Mimi bado sijakinda. Ah, basi sawa. Hapo umefuata nini? Mimi nimepita pale, ndo naona hapa nikaa. Endelea kupita na zako. Sema achana na haya sasa, unaanza kuleta utatara. Wangu nimekupita huko hivi nimekuta tumemwagiwa shiti. Shiti baya. Yaani tumeletewa sifa mbaya kinoma. Nimemwambia siwezi wa kuku. Kuku? Alafu kweli. Mi baba alikuja mtaani akaniwakia sana. ni kwa mzee Mgarusi, manake anasindikiza sisi kuwatumibakuku kili kijiji chetu. jao sio jao, na nataka nizungumzie hapa, ila kutokana shimeji huko ndani, nikasema hivi, tukazungumzie hapa lazima twende ngundini. Ila basi tuondoke, ngoje msozi hapa, tule kuongelea mbele, au mnasemaje?

Maana dhuluma dhuluma naona imetanda sana wadogo. Hmm, kila siku nyinyi takaa mtadhulumiwa sawa, eh? Sababu gani? Sisi wenyewe hatujitambui, umeelewa? Sasa hapa tutakaa mpaka lini? Tunatoka nyumbani tunakuja kwenye maskani, angalia gogo linaisha kwa sababu ya kukaa. Sasa sikilizeni, mimi nimekuja na dili lingine hapo. Ah, oh. dili lingine lipi? madili yake? Mimi kwa a madili yake hu tena siapendi. Madili yake hapa siongelee kwenye kijiwe chetu. Kutokana na nini? Nikuelekeze kitu kimoja, majuzi aliwadhulumu kina yaya, juzi katudhulumu sisi, jana kakudhulumu tena wewe. Wewe nakubali, na tena leo kugav kakudhulumu Tumsikilize anaotaka sawa, anaotaka ataenda, asiyotaka atakaa, sio lazima. Sawa bwana Ngunguwe, mwanangu msikiliza, nikwambie. Unaona hapa mji wetu, kila siku sisi tutatumwa na watu wenye pesa zao. Hamujui pesa wanapata wapi? Hao wameenda ngende ende Ngoja nikwambie kitu kimoja, sikiliza. Wewe mambo ya kutoa na kafara, mambo ya kizamani. Sasa hivi hakuna habari kama hizo. Safi, umeona bwana. Sasa nisikilize, habari ya nauli. Hebu fikiria, yaya hivyo zamani watu wanatoka hapa mpaka daa na miguu, unaona kushindo kwenda hapo Kirwa, kuna kata hapa Utete, Utete Kirwa, Kirwa

Sikiliza, nikwambia. Mimi nishaenda sawa bwana, nishaenda mara ya kwanza, ila nataka kwenda mara ya pili, ila kuna matatizo fulani yakanitokea, ndio maana nimerudi Sawa. sasa nakwambia, ni vipi anaotaka? Eh bwana, anaotaka tutakutana kwenye mkuyu mkubwa pale au vipi, Kesho. Sawa bwana, kesho. Mimi hapa natoka sasa, nyinyi endeleeni kubishana, mimi naondoka. Sawa bwana, anaotaka utaenda, sio utaka Eh, sema, hujaonekana kaka. Mtaani kule hizi mazingira kuzunguka zunguka hujaonekana leo. Ah, ndugu yangu bwana, mimi toka siku ile juzi ile nitokeza kwa shamba. Na mvua mvua hizi unajua mwili unakubali kubali bali, yaani mambo yanakuwa sana nzuri. Kwa hiyo nipo tu nyumbani hapa na tulietulia. Unajua na shemeji yako naye tena na mvua hizi anakuwa na wivu kiasi fulani, unajua? Ah, shemeji naye boy. Yani, hakuruhusu toke hata kidogo. Ndio hivyo. Sikia sasa, leo akaja brazami maskani kule, aleta dili jipya ah. Lakini kabla ilo dili kulikuwa na ule ngungwa yule u ule eh, kaleta dili kampa ngungwa pale, sipo kukataa, kaondokana ngungwa. Leo ngungwa nalalamika hadi leo lake hajapewa na mm. juzi nimewaona kutana shambani eh, naye hivyo hivyo nalalamika lake hajapewa Eh, sasa sijui nani tena naye katapeliwa hivyo hivyo, alafu mhusika ndo yule yule nasema, sijui ana boss wake, sijui kaka yake huyo, ndo kila kitu ah, Unajua sasa hivi maisha magumu sana, matajiri wote hapa mtaani eh, watu ah. wanaendaga kuleta hela huko, wanakopata hela huko, wanakosema sasa hivi kwa sababu afadhali wewe kuliko mimi. Tena wazee wangu walipozeeka vile, ah natoa kafara nani? Mimi tena? Ah, mimi na mtu nani kafara? Afadhali wewe, wazazi wako vijana

Hiki ndio silaha yako ambayo utaenda nayo huko katika hiyo safari yako, isipokuwa unabidi urudi nyumbani siku ambayo unaolalia safari, safari ambayo mtakamuelekea huko. Unabidi upeke chagamoni kama mtu unakilalia. Ukishakilalia tayari asubuhi na kuondoka lazima kibadilike kiwe kisu kabisa asilia. Si unanielewa hapo? Nimekuelewa. Fanya kama ninavyokuambia ndugu.

kama hujawamaliza nimetulia shapika

kwenda uao Ngende na kujua Ngende kuna masharti. Ngende kuna pesa za kuua masharti yake kuna kuweka watu ni shule kuna kila aina. Sasa wewe unaenda Ngende kufuata nini?

wangu samahani ukuchelewesha. Najua kunakokwenda kuna milima na mabonde, kuna misitu, kuna wanyama na kuna binadamu pia. Kwa hiyo mimi na kinga alionipa babu yangu naomba nikupatie, kwani uamini safari yangu. Siamini, mume wangu, roho yangu ina sita, sina amani.